Kwanza kabisa nipende kuwatakia Watanzania wote siku hii ya wafanyakazi duniani, niwatakie kila laheri katika kutafakari mwelekeo wa ajira nchini. Tunafahamu kabisa kwamba kwa hali tuliyonayo sasa hivi e, changamoto ya ajira ni changamoto kubwa sana katika taifa letu. Tumeona hivi karibuni taasisi za serikali zikiwa zinatangaza kazi idadi ya watu ambao wanakwenda kuomba kazi ni watu wengi sana, na wanaokwenda kuchukuliwa wanakuta ni 0.01 ya wale ambao wamekwenda kuomba kazi. Kwa mfano wa, watu wa uhamiaji waliwahi kufanya eh, kuta, kutangaza kazi na watu karibu laki mbili wakajitokeza. Hivi karibuni tumeona TRA wametangaza, wamejitokeza watu karibu 90000 na wanaotakiwa nadhani wa, sizani kama wanafika hata 200. Kwa hiyo utaona kwamba E, tuna changamoto kubwa sana ya ajira katika taifa letu, na vyuo vyetu kila mwaka vinazalisha e, graduate. Ukianzia shule za msingi vinatengeneza watu waliomaliza shule, ukienda sekondari wanatengeneza watu wanaomaliza shule, kila ngazi ukienda unakutana na watu ambao wanamaliza shule. Kwa hiyo graduate wanakuwa ni wengi na bahati mbaya sana. Kwa hiyo hawa graduate wanapoingia mtaani, wanaenda mtaani wakijua kwamba wanakwenda kuajiriwa. Sasa angalia malaki ya wan, wa Tanzania ambao wana graduate kwa, kwa mwaka ukichukua wale wa msingi wale wa sekondari ukawachukua na wale wa vyuo, nadhani unaweka takriban watu kama laki tano hivi wanaingia eh, kila mwaka mtaani wanatafuta kazi. Kwa hiyo sasa ukijumlisha miaka yote, utaona kwamba tuna changamoto kubwa sana eh, ya ajira na itaendelea kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tunapotafakari miaka hii eh, siku hii ya wafanyakazi, mimi na mambo kadhaa nimekuja na mapendekezo kumi ya namna gani tunaweza tukaboresha swala la ajira nchini, na maboresho haya lazima yafanywe na taasisi kubwa mbili hapa nchini. Taasisi mojawapo ni serikali. Serikali lazima iwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linakwenda kuwa e, kupunguzwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia taasisi nyingine ni taasisi ya familia manake, wazazi. Changamoto tulionao ni kwamba wazazi wengi hawafikirii kuhusu maisha na ajira ya watoto wao baadaye. Changamoto hii ya wazazi kutofikiria maisha ya watoto wao baadaye inafanya kwamba kila anayemaliza shule, kila anaye graduate ategemeo linakuwa ni upande wa serikali. Kwa hiyo lazima tufike mahala kama inawezekana mzazi aanze kumwandaa mtoto wake kuwa, kuwa kwenye ajira fulani. Na ajira sio lazima kwenda kuajiriwa serikalini, sio lazima kwenda kuajiriwa mahali, hata kujiajiri. Kwa hiyo kama tukijenga kacha na utamaduni kwamba kila mzazi unaanza kumwandaa mwanao, kama wewe ni mfugaji, anza kumwandaa mwanao awe mfugaji, kama wewe ni mvuvi, anza kumwandaa mwanao afanye kazi na wewe baadaye, au aje kufanya hiyo kazi yako. Bahati mbaya sana kwamba watanzania wengi hasa Waafrika wenzetu, kwa mfano Wahindi wamejitahidi sana kwenye kutengeneza e, watoto kufanya zile kazi wanazofanya. Utakuta baba ni, mu, ni wakili, lakini watoto wake hakuna hata mmoja anaweza kuendeleza kazi yake. Utakuta baba ni mfanya biashara, lakini akitokea na fariki, zile biashara zote zinaharibika, na wakati tayari alikuwa na watoto ambao wangeweza kuendeleza zile kazi, zile biashara, bila wao kwenda kuanza kutafuta ajira nyingine. Kwa hiyo nasema hivyo kwamba wazazi pamoja na serikali ni lazima wawe na sehemu kubwa ya kusimamia. E, swala la kuandaa e, vijana kwenye sekta e, kuingia kwenye sekta ya ajira, na sekta ya ajira iko ajira rasmi na zipo ajira ambazo ni sio rasmi na zipo ajira ambazo e, ni za pengine ni za kujiajiri. Kwa hiyo zote hizi lazima zionekane kama ni ajira. Tatizo ni kwamba watu wamekariri kwamba ajira ni kwenda kuajiriwa serikalini, ajira ni kwenda kuajiriwa mahali. Ajira maana yake ni mtu kuwa na shughuli yoyote ya kiuchumi ambayo inakuendeshea ina ina inaweza ina kuku, kukupa kipato. Nadhani tunapotafakari siku ya wafanyakazi tuanze kufikiria ni namna gani tunaweza kutengeneza mazingira ambayo Watanzania wanaweza kuwa na dhana mpya ya kuhusu ajira. Yaani dhana pana kuhusu ajira. Kwamba kujiajiri na kuwa na shughuli yako te, ni sehemu ya ajira. Kuwa na shughuli zako za kiuchumi na kuajiri wengine ni sehemu ya kutengeneza ajira, kuwa na ubunifu, kufanya michezo kwa mfano ni sehemu za. Kwa hiyo mambo makubwa ya kwanza ni kuangalia namna gani kwa, kwa, kwa mfano kwa watu wa serikalini namna gani ya kuhakikisha miaka ya kustaafu eza inapunguzwa au tunabakia kuhakikisha kwamba miaka hamsini na tano kila anayefikisha miaka hamsini na tano aondoke kazini ili kutoa nafasi ya vijana wadogo waweze kupata nafasi ya kuingia kazini na wao kuanza kujifunza kazi na wao kuanza vipato vingine vya kiuchumi ambavyo vinaweza vikaja vikawasaidia hata kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo, sasa hivi kumeibuka wimbi la kutaka kwamba watu wana umri wa kufanya kazi umefika, wa kustaafu umefika, lakini wanaendelea kuwa kazini na kuendelea kuziba nafasi za vijana wengine kuingia kazini. Kwa hiyo, mimi nafikiria kama ina, kwa sababu life span inazidi kupungua. Ikiwezekana pia kama 55 ni nyingi, basi turudi hata mpaka 50. Kama mtu akifika miaka hamsini aondoke kazini ili kutoa nafasi ya vijana wengine waweze kujifunza kazi katika miaka hii. Ikiwezekana sasa, maana yake mtu asivuke miaka thelathini yuko kazini, preferably miaka ishirini mpaka ishirini na tano inatosha mtu kuwa kazini, anaondoka, anaachia vijana wengine waweze kufanya ile kazi, waendelee kujifunza kazi na wenyewe, wapate shughuli za ku walau vimitaji vya kuweza kufanya shughuli zingine, kwa sababu kama mtu umefanya kazi miaka 30 25 mpaka 30 maanake wewe kama kweli kazi yako umeifanya vizuri. Unaweza kuja kufanya shughuli zingine, unaweza kufanya shughuli za kiuchumi, unaweza kufanya biashara na tayari utakuwa na maisha fulani ambayo unaweza kuendesha. Tutoe nafasi kwa vijana wengine, ambao wanatoka vioni, wanataka kujifunza kazi waweze. Kwa hiyo, mimi nafikiria na napendekeza kwa ikiwezekana tuangalie, na ni ombi langu tunapokwenda kwenye siku hii ya Mei Mosi kuangalia namna gani ikiwezekana, e, tunapunguza kwa ajili ya kutoa nafasi ya watu wengine kufanya kazi. Lakini jambo na e, la pili ni elimu, mfumo wetu wa elimu kwa ujumla lazima utuandae vizuri Watanzania kuishi katika mazingira haya ya kidunia ya sasa. Elimu yetu lazima itujengee mazingira mazuri, elimu yetu lazima itujengee mazingira mazuri ya mwanafunzi anapokuwa vioni shuleni, aweze kujengwa na uwezo wa kwanza kufikiria mambo kadhaa, kwanza kuwa na uwanja mpana kuweza kujiajiri kuwa na mazingira mazuri ya kuweza kujiajiri, kuwa na, na, na maarifa ambayo akitoka shule akitoka chuo ana uwezo wa kwenda kujiajiri A, aje, kwe kuna elimu ya ujasiriamali, wanaweza kufanya biashara, wanaweza kwenda kujiajiri, wanaweza kutengeneza ajira. Yaani mfumo wetu wa elimu wanze kutengeneza graduate ambao wana uwezo wa kwenda kufanya zile kazi zilizoko kwenye jamii. Sasa hivi tunavyofanya mfumo wetu wa elimu inatengeneza vijana ambao kila mmoja anafikiri kwenda na bahasha kuzunguka kutafuta kazi ndio kazi inayowezekana, wakati shughuli nyingi za kiuchumi katika jam, jamii zetu. Mfumo wetu wa elimu hauwezi kuandaa vijana kwenda kufanya shughuli zote tulizonazo. Kubwa sasa hivi shughuli za kiuchumi hapa nchini kwa mfano ni kilimo e, na ufugaji, lakini mifumo yetu ya elimu haiwaandai vijana kwenda kufanya shughuli kama hizo. Inawaandaa kwenda kufanya zile white collar jobs ambazo tayari zina kwa, kwa, kwa dunia inavyokwenda na hizo teknolojia, zile white collar jobs za kwenda usini zinaendelea kupotea. Kwa lazima tukae chini kama taifa tuangalie tutakuwa na mfumo gani wa elimu ambao utaanza kuwajengea watoto toka wakiwa mch ch primary kabisa kule chini, vichwa vya ujasiriamali, namna kwenda kujiajiri, kwa sababu wenzetu tumeona wanaweza, kwa mfano Wahindi, na ndio maana utakuta biashara ya mhindi iliyofanyika miaka 100 iliyopita mpaka leo ipo, kwa sababu wanarithishana toka mtu akiwa mdogo, unakuta sijui fulani alikuwa miaka 60 ya na biashara yake mpaka leo ipo, lakini aku wewe utafuta biashara za, za wenzetu hawa sisi we wa, wa Afrika Kuta, kama mtu alikuwa anafanya biashara miaka 60 sidhani kama leo anaweza hiyo biashara inaweza kawepo au mtu anafanya ya biashara yake leo akiondoka tu e, mwenye manake mzazi akiondoka ile biashara inakufa, kwa sababu tujajenga culture ya kuwajengea uwezo, uwezo watoto kuweza ku kurisi zile shughuli ambazo wanafanya wazazi wao. Ndio maana nikasema swala la kuandaa watoto ilisiachiwe serikali, wazazi pamoja na serikali lazima utoe sehemu moja ya kuhakikisha kwamba tunatatua. Jambo lingine la tatu ni kumotisha kwa wafanyabiashara wa ndani. Tuhakikishe kwamba yoyote yule ambaye anaonekana anafanya biashara taifa limtunze. Mtu yoyote ambaye anaweza kufanya biashara akaanza kuingiza kipato akaanza kulipa kodi kwa namna moja au nyingine, hawa watu wanapaswa kulindwa. Taifa lazima liweke mazingira ya kuwa motivate wafanyabiashara wa ndani ili tuweze kuzalisha wafanyabiashara wengi wa ndani, kwa sababu bia, kufanya biashara pia ni sehemu ya ajira. Maana yake mfanyabiashara akifanya biashara huyo pia naye anakuwa amezalisha ajira za wengine. Kwa hiyo tuweke mazingira ambayo tutamotivate kuanzia kwenye masuala ya kodi, kuwapunguzia ma, ma, ma, kuweka mazingira mazuri ya kodi wanapo, hasa pale wanapoanza biashara. Unakuta mtu anapoanza biashara, eh, kodi zinakuwa nyingi. Kwa hiyo inawezekana tuondoe kabisa kodi kwa biashara zinazoanza, biashara ndogo ndogo zinavyoanza, kala tuwe na grace period ya miaka kadhaa biashara itakaposhamili, kwa lengo la kuencourage watu wengi waingie kwenye biashara. Sasa hivi watu wengi wanakimbia kufanya biashara kwa sababu ya mifumo ya kisheria iliyopo na kodi na vitu. Kwa hivyo, kwa hiyo tuweke mazingira mazuri ya kuwezesha na kuwa motivate vijana wengi waingie kwenye biashara, na nimesema ianzie kuanzia shuleni kuwafundisha biashara na elimu ya biashara, elimu ya ujasiriamali, masuala ya kodi yote wafundishwe, lakini mazingira ya kisheria sasa hivi utakuta mtu anatoka hapa akifungua biashara akipita hapa TIRA, akipita hapa, siyo nani akipita hapa, yani kwa siku mtu anaona kwamba hela zake zote zinaishia kwenda kulipa kwenye taasisi mbalimbali mbali. Tukiondoa hayo mazingira, ko encourage vijana wengi waingie kwenye biashara. Lakini jambo lingine la nne ni kutoa tukiwezekana tuzo kwa yote ule ambaye anaweza kuajiri watu zaidi ya watano, na kwa encourage kwamba watu kama hao waendelee kuwa wengi katika jamii, kwa sababu mtu mmoja anaweza kakaa akafikiria akafanya ubunifu haka, akaanzisha kitu fulani akaajiri vijana wengi. Huyo mtu anapaswa kulindwa na kupewa motisha. Tanzania, tujenge utamaduni wa kuheshimu watu wa namna hiyo, kwa sababu sio rais mtu tu akaamka akatengeneza ajira watu kumi ishirini, sio jambo nyepesi. Jambo kubwa sana, ambalo lazima wale wote ambao wametengeneza mazingira kwa ajili ya kuajiri wengine, kwa ajili ya Tanzania, wengine wakawapa vipato, wale watu wanapaswa wao wanatambuliwa kwa namna moja au nyingine, taifa lazima liwatambue. Mtu anayetengeneza ajira nchi hii lazima aheshimiwe, lakini badala yake tumeona watu wengi wanasumbuliwa. Mtu ana taasisi na watu 10 20 30 mpaka 100, lakini anasumbuliwa, vitisho vingi, mara kufungiwa, bila kufikiria hizi ajira ambazo zimetengenezwa zime na hawa watu kwa hiyo lazima tufikirie, tuwalinde. Wizara ya kazi inayosimamia masuala ya ajira, hawa watu wao wanakutana, wanaitwa hata mara moja na kupewa motisha na kuwa encourage, na kuzalisha wengine wengi, wenye uwezo wa kuandaa, wa kuajiri wengine. Kwa hiyo iwe ni sifa. Iwe ni sifa katika nchi. Mtu kukaa chini na kuwaza na kuajiri wengine. Iwe ni sifa katika taifa letu. Kwa lengo la kusaidia, e, vijana wengi wapate ajira. Hiyo nayo ni sehemu ya msingi. Jambo la tano ni kuwekeza kwenye shughuli za kiasili za kiuchumi. Turudi, tunapotea. Kama taifa, tunapotea. Shughuli za kiasili za kiuchumi kwa mfano, kilimo, e, uvuvi, ufugaji pamoja na zingine nyingi. Ni kama vile tunaziacha na una bila kujua kwamba kwa, kwa mfano sasa hivi mazao ya kiasili ndio kwenye soko la dunia yanakubalika sana. Ufugaji wa kiasili, mazao ya kiasili yanahitajika sana, lakini tumeshindwa. Tuna bahari nyingi sana hapa, tuna ardhi kubwa sana, tuna mifugo mingi. Utaratibu wa ufugaji nao tunauacha sasa. Ile lazima tufike mahala kama taifa turudishe vijana kwenye mindset na thinking ya kufanya zile shughuli za kiuchumi za kiasili ambazo ndio, ndio uti wa mgongo wa, wa ajira Tanzania. Maanake ni nini? Maanake ni kwamba tukiendelea kutegemea ili swala la watu kutoka vyo waje watafute kazi za kuomba. Iko tutakuja kutengeneza kizazi cha watu wengi walioko mtaani wasiokuwa na shughuli. Kwa kama taifa lazima tufike hatua tujenge mazingira mazuri ya vijana kwenda kwenye shughuli hizi za kiuchumi na waandaliwe toka chini. Ku encourage kwa mfano tukawatembelea wafugaji, wakulima, waanze kwa, kwa na maana kwa, kwa, nimesema serikali na wazazi. Kama wewe ni mkulima mzuri, una haja ya kuanza kumpotezea muda mtoto wako. Hakikisha mtoto wako anakuja kuwa mkulima, anakuja kufanya shughuli zake anaendeleza. Kama wewe ni mfugaji, tumeshapotea wengi, tumewaacha wazazi wetu kwenye ufugaji. Sasa hivi ufugaji unapotea, kilimo kinapotea, uvuvi unapotea. Kwa tujenge mazingira ya kwamba, kama wewe ni mzazi, ni mkulima huko kule kijijini, basi hakikisha pia katika watoto wako sehemu kubwa wanakuwa wanafanya shughuli za kuendeleza hizo shughuli za kilimo. Kama wewe unafanya uvuvi, basi hakikisha kwamba, kwa kwa sababu ndio wanakaa na wewe, ni rahisi kujifunza, kwa sababu ndio ndio watu wanakaa nao tuwafunze tu, maana nikasema wazazi tuwafundishe watoto wetu mambo tunayoyafanya, ili iwe rahisi wao kuendeleza zile shughuli wanazofanya. Kwa hiyo tusiporudi kwenye misingi, kwenye shughuli za kiasili za kiuchumi, tutakwenda kutengeneza taifa la mamilioni ya vijana ambao hawana ajira, ambao ni hatari kwa taifa. Lazima tuwe makini, lazima tufikirie, as a nation we need to think down, na kufikiria nje ya boksi. Tusifikirie tu kwamba kila siku tutatangaza, tutatangaza ajira, ajira hazipo, taasisi hizi haziongezeki lakini watu wanaongezeka, na mbaya zaidi, mifumo hii ya kiteknolojia inakwenda kuchukua ajira za watu kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo lazima tufike mahala tuanze kufikiria namna gani tunaweza tukatengeneza mazingira mazuri ya vijana. Jambo la sita ni ubunifu. Wenzetu kule ajira zinapatikana kwa sababu ya creativity innovation. Turuhusu watu wawe na ubunifu, tuwa encourage watu ubunifu. Ubunifu unatengeneza ajira wewe angalia sasa hivi kwa mfano waliobuni mitandao hii na vitu kama hivyo, ubunifu wa mtu mmoja unaweza ukaajiri mamilioni ya watu katika taifa. Kwa hiyo watu wawe na ubunifu, tuwache watu vijana wa think, tuandae vijana, tuwekee mazingira vijana. Nchi ambayo vijana hawana ubunifu haona, haona free, eh, free minds sio rahisi. Kwa kwanza, tuwache vijana wawe huru, tutengenezee mazingira ya watu kuwa huru kufikiria usiwabane watu ili watu wawe huru kutengeneza. Mtu anapokuwa huru ndio anaanza kufanya innovations mbalimbali na taifa tutasonga mbele. Hilo jambo lazima tulizingatie, bila hivyo, maana tutanero ile ile nafasi, ule wigo wa ajira utaendelea kuwa mbovu. Lazima tupague, tupanue wino wa ajira kwa kufanya watu wawe na innovation nyingi. Marekani leo ajira ni nyingi kwa sababu innovation ni nyingi, kila mtu anakuja na huyu anakuja. Kwa hiyo unakuta mtu mmoja anaweza kaajiri watu laki moja kwa siku kwa sababu tu innovation huko kwetu hatuna. Kwa kuk... jambo lingine la saba ni kuongoza eh, kasi ya viwanda, kuongeza kasi ya viwanda. Viwanda pia vinatoa ajira kwa sehemu kubwa, tuongeze viwanda katika nchi yetu, tuache kusafirisha malighafi katika nchi yetu kama tunapata korosho tuchakate, kama tuna samaki tuchakate, kila kitu tunachotoa huku ndani nyama eh, ndani tuna tunachinja tuna mifugo tuchakate, kila kitu ndani ya nchi. Maana tuongeze viwanda vya kati, viwanda vidogo vidogo na viwanda vikubwa, vyote hivi vinakwenda kutoa mazingira mazuri ya ajira. Lazima tufikirie as a nation kupanua wigo wa ajira, na ndio maana nikasema wale watu wanaokwenda kuwekeza lazima walindwe. Tulinde wawekezaji kwa sababu wawekezaji ndio wanaweza kutoa ajira nchi hii. Taasisi zinazotoa ajira ni serikali wawekemanake wafanya biashara na sisi asasi za kiraia ndio sehemu tunaweza tunazo tunaotoa sasa. Haya mazingira yote lazima tuyalinde, tulinde taasisi hizi za kibiashara, tulinde taasisi zetu NGO, maana tunaajiri pia watu, tunatengeneza watu, tunajengea watu uwezo wa kuwa wajasiriamali, community economic empowerment. Kwa hiyo taasisi zote hizi ni za kuzilinda na, maana tunashangaa kuona watu wengine wanaamka na kuanza kuzibeza. Sasa za kiraia kati ni wadau wakubwa sana katika eneo la ajira. Lakini jambo lingine la nane ni kuacha kuandaa vijana kufanya kazi katika nchi za nje. Hiyo ni changamoto pia kubwa, sababu wenzetu kwa nchi zingine unakuta kwa mfano Kenya wapi e, Nigeria wako nje kwa nchi mbalimbali, watu wanatoka nje. Hiyo pia inaongeza wigo vijana kutoka kwenda nje, inaongeza wigo wa vijana kwenda kufanya kazi nje sehemu kubwa. Kwa hiyo hii itasaidia kama nchi. E, pia kutoa nafasi ya vijana wengi wa taifa hili kwenda kufanya kazi kaziue. Inarudi kwenye elimu, mfumo wetu lazima tuwafunzishe mazingira kwenda kufanya kazi, tujifunze kujifunza lugha zote tuwajengee uwezo wa watoto wetu waweze kuzungumza Kiswahili, waweze kuzungumza Kiingereza, waweze kuzungumza na Kifaransa. Tukiwajengea mazingira ma, na, na, na lugha zingine Kichina inakuja na na lugha kama tunaweza kuwajengea uwezo wa vizazi vyetu wakazungumza hizi lugha. Maana ni nini? Tumeenda kuandalia mazingira mazuri ya kufanya kazi katika nchi e, katika uwanja wa kimataifa na nchi za nje. Jambo lingine la tisa ni kuboresha e, maeneo ya masuala ma ya michezo na usanii. Duniani pia swala la michezo ni eneo kubwa sana na linatengeneza ajira kubwa sana. Sasa hivi michezo tumetupa. Huko nyuma tulikuwa tuna michezo shule za msingi, tunakuja sekondari, michezo ilikuwepo mizuri kabisa. Lakini sasa hivi hatuandai ili sports academy hazipo katika nchi yetu. Tuongeze sports academy nyingi, tuandae vijana wengi kufanya michezo. Michezo pia ni inasaidia kufanya vijana wawe na shughuli za, za kiuchumi, wajiingizie vipato, ni ajira. Kwa vijana wengine ni ajira. Kuna watu maisha yao wote duniani e, wana michezo wakubwa, wasanii, wameishi kwa, kwa kwa kwa michezo. Kwa michezo nayo tusiipuuze, tuichukulie kama ni sehemu ya kuzalisha ajira. Kwa hiyo tuwekeze pia kwenye michezo kuanzia ngazi ya chini, sekondari, shule za msingi, tunakuja mpaka ngazi ya juu. Na wazazi pia sasa wote, yani ile swala la serikali, wazazi na serikali wote kwa pamoja, mifumo yetu ya elimu itoe kipaumbele kwa haya mambo yote ninayoyasema. Ndio maana nikasema tufumue elimu yetu, kwa sababu lazima itoe kipaumbele kipa, kipa umbele, na ishabiane kwa hizo hoja zangu kumi. La mwisho ni matumizi ya teknolojia. Lazima pia kwa namna moja au nyingine vijana wajifunze pia kuongeza wigo wa matumizi ya teknolojia. Wakati mwingine teknolojia pia zinaweza zikakuingizia e, nani, zikawa sehemu ya ajira yako. Kama unatumia vizuri teknolojia, inaweza kuwa sehemu ya. Kwa hiyo lazima pia vijana waandaliwe kutumia teknolojia ya sasa, kwa sababu wakati mwingine teknolojia ikitumika vizuri kwa, kwa, kwa, kwa umakini zaidi na kwa ubunifu zaidi, inaweza pia ikatengeneza ajira ikatengeneza ajira na vijana wakapata vipato. Kwa hiyo kama naona hoja nyingine kama taifa tunaweza tukawa tumepunguza, tuwezi kuondoa kwa sehemu kubwa tatizo la ajira. Kwa hiyo haya mambo kumi yakifanyika kama taifa, nadhani tutakuwa tumepiga hatua. Na wakufanya sio serikali pekee. Hili swala ni letu sote kama taifa. Lazima tuangalie namna gani tunaweza kuangalia hilo lote kama taifa. Maana yake, serikali, wazazi pamoja na taasisi zote kuona namna gani tunafanyia kazi hizi hoja kumi ili kuweza kuboost hali ya ajira hapa nchini, kuweka mazingira mazuri na kuweka dhana nzima pana ya swala la ajira hapa Tanzania, kwa sababu inaonekana sasa hivi watu wanafikiria tu graduate amemaliza achukue bahasha katafute kazi. Tukienda hivyo tutaliua taifa. Asante.